Kazi yetu sisi ni kukuletea habari, matukio na simulizi pale tu zinapotokea. Tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe, ili usipitwe na taarifa zetu. Mseto Media together everywhere. Kanisa Katoliki nchini Tanzania latoa onyo kali sana kwa waumini wake kushiriki kwenye mikutano ya kampeni. Naitwa Princess Kiuli na unatizama chaneli yako pendwa kwa habari Mseto Media, hakikisha umebonyeza maneno mekundu subscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Ni wazi tunafahamu duniani kote, na hasa hapa nchini Tanzania, kuna dini na madhehebu mbalimbali ya kiimani ya kimungu ambapo ukizitaja dini kubwa basi Kanisa Katoliki lazima liwepo, kwani lina waumini na wafuasi wengi sana nchini na duniani kote. Dini hizi pia zinaendeshwa na sheria na taratibu za nchi, lakini kubwa zaidi zinaendeshwa pia kwa mwongozo na taratibu zao za kidini, ambapo kama ukizifuatilia kwa ukaribu basi utakuta kwa sasa Kanisa Katoliki ndilo linaloonekana kuongoza zaidi kusimamia sheria, miongozo na taratibu zake. Taarifa kamili ni kwamba Kanisa Katoliki limetoa onyo kali kwa waumini wake wakiwemo mapadri, watawa, makatekista na wengineo kushiriki kwenye mikutano ya kisiasa ya vyama, kushika vipeperushi vya vyama, kuvaa nguo za vyama na kupokea vitu vyenye nembo ya vyama vya kisiasa, hata kama wakipewa. Kanisa Katoliki limeonya hayo kupitia kwa rais wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania, TEC, ambapo baraza hilo ndilo lina jukumu la mwisho la kusimamia mwenendo wa dini kupanga na kupangua mambo. Yaani, baraza la maaskofu ndilo lina nguvu zaidi ya chombo chochote nchini. Kwa kanisa Katoliki hili linamtungia sheria mpaka kadinali na maaskofu wakuu. Kwa maana hiyo maazimio ya baraza la maaskofu ndiyo sheria kwa dini. Hakuna anayeweza kupinga, kwani hukaa kikao wote na kukubaliana kisha kiongozi kuja kutangaza tu. Ikumbukwe, siku kadhaa hapo nyuma, chama cha mapinduzi CCM kiliposti picha zikimwonyesha mgombea wa urais wa chama hicho Mama Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye picha na watawa kule ndada Singwe, watawa wakionekana kushika kanga za CCM, mabango ya CCM pamoja na vipeperushi vya CCM, kitu ambacho kwa macho ya kawaida walionekana kama walivipewa ili kupata picha. Na pia tukio hilo halikuwapendeza baadhi ya wa waumini wa Kikristo amba huenda wangekuwa na itikadi ya vyama vingine zaidi ya CCM, kwani watawa ni viongozi wa kidini na hawakupaswa kujionyesha wazi wakisapoti chama cha siasa wakiwa na mavazi ya kitawa, lakini kwenye kura wanaruhusiwa kupigia chama na mgombea wa mtakaye. Tumsikilize hapa kiongozi wa maaskofu akitoa onyo hilo. Nafasi labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi bila kuamsha hisia za watu. Nafikiri sisi tunaelewa nafasi zetu za nafasi yetu ya kanisa, padri tufanye nini, watawa tufanye nini, kiongozi yote wa kanisa afanye nini. Kwa hiyo kimsingi, sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister kwamba mtawa padri au kiongozi yoyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria. Kwa hiyo ni marufuku padri, marufuku kwa watawa marufuku kwenu nyinyi seminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa, marufuku kubwa. Hatutakii kuonekana huku, na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu au wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye kombeti za kanisa kwa adaa na kwa rubuni, hiyo ni dhambi. Haipaswi, haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho afahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa moja, mklara ambaye hata redio asikilizi taarifa ya habari ya somi, unamsomba tu alafu unamwelekeza unamfanyisha ile indoctrination. Hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa. Marufuku kama watu wanaamini. Marufuku kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya cha, chama cha, chochote siasa, hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala nayo usiku. Kama mgombea ni kaka yako, silete unajisi kwenye kanisa. Marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka. Kama wewe ni mfuasi basi, kapiga kura siku isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kwenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako. Lakini dhamiri inaweza potofu, kuwa potofu isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapa kuna mapadi moralist utaelewa zaidi hilo, na wanaweza kutuongoza katika hilo. Tuachane na dhamiri potofu, erroneous conscience. Lazima conscience iwe very clear. Dhamiri yako itakuwaje safi na kamili? Kwanza uwe na uelewa wa kutosha wa hicho unachoenda kufanya. Listen to your conscience. Usikilize dhamiri yako kuhusu ukweli na ile iliyo sawa kwamba katika hili kweli ni lipi na lililo la haki ni lipi. Soma neno la Mungu likuongoze. Pitia amri za Mungu, sali juu ya hiyo, ihoji dhamiri yako, na hapo ufanye uamuzi wako. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji wangu, hilo ndilo lilotokea, ambapo wengi wamesema baraza la maaskofu litakuwa liliitana na kuketi mara moja kujadili picha za watawawali na kuja na onyo hili. Nini maoni yako juu ya hili? Niache komenti yako hapo chini na sisi tutasoma. Mimi ni Princess Kuli wa hapa Mseto Media.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 Mseto Media tupo kazini kukuhabarisha. Hapa utapata habari zote za ukweli. Hakikisha umesubscribe. Hakikisha umesubscribe.